Kikao kazi hiki kinakutanisha waajiri kutoka katika ngazi za wizara, tawala za mikoa, idara zinazojitegemea, taasisi za umma, mamlaka, wakala, vyuo vikuu na vya kati na mamlaka za serikali za mitaa. Mkomi anatumia jukwaa hili kuagiza mwongozo huo kuzingatiwa na kila mwajiri, kwa kuwa suala la ajira ni usalama wa nchi. Huu mwongozo utaanza kutumika Julai na una vigezo vizuri sana ambavyo tumeviweka. Niwaombe nie waajiri, msije mkacheza nje ya huo mwongozo. Usidhani kwamba vijana wako wamemaliza sua, wanasema huyu bwana ngoja aje kujishikiza shikiza hapa kwenye taasisi yetu. Vigezo vipo tulivyoviweka na maeneo tunayofikiria watu wajitolee kwa mujibu wa mwongozo huo, sisi tunayajua vizuri na ndio tulioilenga. Tumelenga maeneo ya nje ya miji ambapo kuna uhaba mkubwa wa watumishi. Mkomi anasema kupitia mwongozo huo wale wanaojitolea katika nafasi mbalimbali mbali za utumishi wanapaswa kuomba nafasi za kazi pindi zinapotangazwa kama waombaji wengine. Hatuleti waajiriwa kama wewe haujaomba utaratibu hauko hivyo. Kama kuna watu wanaojitolea katika eneo lako na, na unataka waajiriwe, zipo njia za kufanya ambapo utafuata na tutakukubalia au kukukatalia. Awali, Katibu Mkuu katika Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma Miki Kiliba akaeleza lengo la kikao kazi hiki. Sekretarieti ya ajira inatakiwa kuhakikisha inawasiliana na waajiri na taasisi za elimu ambao ndio wadau wake wakubwa, kwa lengo la kupata mrejesho ili kuendelea kuboresha michakato ya ajira na hatimaye ya kupata watumishi wenye ubora na weledi ndani ya utumishi wa umma. George Mbara, Azam News.